Ito Swahili 25. Karibu tena kutazama video ya leo. Au sio? Mimi nafanya uh, mtindo wa vlog uh, video zangu kama ni akuwa, vlog. Uh, kama ni mara yako ya kwanza Swahili 25. Uh, Swahili karibu tena sana kwa kuendelea kunisupport lakini kama wewe ndo mara yako ya kwanza, na kuomba usubscribe ulike e, na kushare kwa marafiki ili uweze kuwa mwanafamilia e. Leo ni tarehe nne mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano na sasa hivi, saa mbili yeah, dakika tano na saa kumi na mbili dakika kumi na tano kutoka mkoa wa Dar es Salaam, saa tano kamili usiku baada ya kupata mapumziko ya siku mbili kwa ajili ya sikukuu ya Eid, leo tunaendelea na mikutano ya hadhara e, kama ambavyo unajua mimi nipo kwenye timu ya Mheshimiwa Lisu, mwenyekiti wa Chadema Taifa. Leo tunaelekea mkoa wa Lindi na tumevuka Somanga, tumevuka Somanga, tushatembea kama kilomita ishirini kutoka Somanga mjini pale e, na ndio kwanza kuna pambazuka kama ambavyo unaona e. Leo kutakuwa kuna mikutano mitatu atasimama njiani watasimama njiani Mheshimiwa Eche makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa na Mheshimiwa Alisu kwa ajili ya kusalimia wananchi. Kwa kwanza utafanyika Somanga ambapo tumwacha e, mwaipaa na timu yake pale, wanaandaa mkutano wa kwanza. Mkutano wa pili, ambapo e, mimi na timu yangu tunaenda kuandaa, ambao utakuwa Kilwa Kivinje pale, lakini mkutano wa mwisho utakuwa pale mjini ambapo utaona matukio yote. Kazi mimi mi nikuonyesha yale ambayo yaone kwenye TV na ambayo huwa yaonekani kwenye kamera yanakuwa eh, nyuma ya kamera na kuonyesha jinsi maandalizi na kila kitu. Naamini ukitazama video mpaka mwisho utaenjoy sana. Karibu tukutane baadaye uweze kuona matukio yote ambayo yatafanyika siku ya leo. Kila kitu takuekea hapa, usibanduke. Asante. Kama ambavyo unaona tumefika hapa Kilwa Kivinje, hapa na maandalizi tayari yanaendelea. Kama ambavyo unaona hapa, hii itakuwa stage baadaye, wataipamba na kule, kama ambavyo unaona watu wanaendelea na mapambo. Stage itakuwa hapa, wananchi watakuwa wamejaa hapa kote hapa kutoka, kuna wananchi wamejaa hapa eh. na nimelipenda ili eneo sana eh. Hapa ndipo utakapofanyika mkutano wa pili, atasimama Lissu hapa na Mheshimiwa Heche atapiga nondo hapa. Tupo na mheshimiwa katibu wa kanda sisi tunaelekea e, Lindi mjini kwa sababu hapa wenyewe wanajitosheleza maandalizi yako vizuri e, na wana gari lao la matangazo liko mtaani linafanya pa. Sisi tunaelekea Lindi mjini tupo na mheshimiwa katibu wa kanda, naona no, anaongea na simu ndojamalize kwa ajili ya atuambie kuna kitu gani ambacho kinaendelea Ngoja nikuonyeshe huko chini, huko kuzuri sana. Kumbe ni pembeni ya, ya ziwa <laughs> kama mko ziwa gani ile, ah, bahari ugeni. Kumbe tuko ukanda wa bahari. Ngoja nikuonyeshe hapa bahari, hapa kama ambavyo naona mitumbu hata anaendea na harakati za mtu mweusi, kama ambavyo unaona, umaona mambo haya Tumbu ya kutosha huko hukutari, ah sana. Nipo na mheshimiwa katibu wa kanda eh, kanda ya kusini. Nataka atupe maelezo kwa nini tunaondoka hapa, tunaelekea Lindi mjini. Mheshimiwa katibu jitambuishe majina yako jina langu naitwa masud Edgar Marimusi ni katibu wa kanda ya kusini yenye mm. mikoa mitatu mtwara lindi pamoja na ruvuma karibu sana mheshimiwa asante sana Ehe, na wananchi wa lindi wamejiandaje kuipokea no reform no election uh, uh, actually hatutaki kwenda kwenye uchaguzi mm. wakati tunajua moja kwa moja kwamba haki yetu ya msingi haitazingatiwa kwa hiyo wananchi wote wa kanda ya kusini kwa mzima lakini kwa mkoa wa Lindi na majimbo mawili ya Kilwa Kusini pamoja na Lindi mjini wamejiandaa kwa kiasi kikubwa sana kupokea ugeni huu kusikiliza elimu inayokuja kutolewa pamoja na kuunga mkono juhudi za chama cha Demokrasia na Maendeleo za kuhakikisha kwamba tunapata haki yetu ya msingi ya kupiga kura na kuchagua watu ambao tunawataka, na, na matokeo yatangazwe kutokana na ukweli na uhalisia. Safi sana na hapa e, naona maandalizi yako vizuri na umeshauri ume tuondoke twende Lindi mjini kwa ajili ya kuongeza nguvu kule. Maandalizi ya hapa jimbo la Kilwa Kusini mm -hmm. na Kilwa Kaskazini kwa maana ya Somanga na hapa uwanja wa Mwalimu Sefu kwa eneo la Kilwa Kivinje ni mazuri sana na tuna PA system ambayo inafanya kazi. Kwa hiyo tumeshauri kwa sababu Lindi wa, wanahitajika kupata nguvu kubwa sana kwa sababu ya mkutano wa mchana na mkutano wa jioni, tuwapelekee nguvu zaidi ili kuwe na mwitikio mkubwa kama mwitikio ambao Kilwa umeonyesha tangu jana jioni mpaka leo asubuhi. Kwa hiyo mm-hmm. kuna watu wengi wamekaa hapa wanasubiri mkutano uanze, japokuwa wanajua mkutano unaweza kuanza kuanzia saa nne au saa tano, lakini nimeshangazwa sana kuona kuna mkusanyiko mkubwa sana wa watu hapa wakijua okay. kuna kitu kinaendelea kabisa. Basi nashukuru, tuendelee, tuelekee mjini. Asante sana. Kuona na maendeleo kule, asante. Na mimi nitakula samaki wengi sana huko, kama ambavyo unaona wananchi washaanza kusogea na ni mapema hizi saa saa moja dakika a kumi na tatu, tatu. Wananchi washafika eneo hili, hataki kupoteza muda, wanamsubiri mheshimiwa Lissu na Heche. Tu tuelekee mjini sasa nikakuonyeshe kule kitu gani ambacho kinaendelea, maana niko na mwenyeji hapa kila kitu kitakuwa fresh na panaidi mbele ya Mungu chademani ta kulinda mpaka <laughs> Mwenyekiti wa chama taifa, mheshimiwa Lissu kamili mpaka saa kumi na mbili kamili jioni e, watafanya mkutano mkubwa kabisa kabisa wa wazara katika viwanja vya shule ya msingi Mpilipili. Ni uzinduzi mkubwa kabisa wa no reform, no election. Kwa hiyo mwenyekiti wa chama taifa. Mabibi na mabwana bila kujali itikadi za vyama vyetu vya, vya siasa tujitokeze kwa wingi maeneo ya uwanja wa shule ya msingi Mpilipili kuja kuwasikiliza viongozi wetu wakija kwenye uzinduzi huo wa no reform no election, bila mabadiliko ya tume ya uchaguzi, uchaguzi hautakuwepo. Kwa hiyo, mabibi na mabwana, njoni tuwasikilize viongozi wetu, pia mwenyekiti. Eh, sisi tuko lindi mjini tayari, kama ambavyo wanaona hapa, tuko uwanjani hapa, ambapo mkutano utafanyika. Kama ambavyo wanaona, stage yenyewe itakuwa hii hapo, mheshimiwa Lissu na Heche na viongozi wengine watasimama kuzungumza na wananchi hapo kama ambavyo unaona maandalizi yanaendelea, watu wanafunga bendera eh hapa, yeah. tunamsubiri katibu katibu mwenezi, ili tuweze kwenda naye kwenye matangazo ya mtaani. Kama ambavyo unaona maandalizi yanaendelea, makamanda wanafanya maandalizi hapa. Safi sana, naona brand new kabisa, hizi zinamsubiri Lissu na Heche hapa uwanja mkubwa sana uwanja mkubwa, hino mkubwa sana huu una unaambiaje watu ambao wanatazama hapo? Watu utajaa watu watajaa maana uh, huko Nyasa tumejaza sana. Sasa kwa Lindi inakuwaje, kwa namna ambavyo ilivyo Lindi sasa? Mm, Lindi ni mji ambao ni wakumwenye kidogo mm, ila ndio unavyozidi kwenda watu watajaa maana sasa hivi si kipindi cha masika hiki watu wameanza kwenda shambani, lakini kwa sababu mkutano wetu utafanyika mchana, yeah, ninaamini kwa namna watu wanavyompenda Lissu na watu wanavyoipenda na Chadema mm. Watu hapa majira ya saa saba saa nane watu watakuwa wengi kupita maelezo kabisa. Hii hali tunaiona sasa hivi yeah. Usikukatishe tamaa, hii ni hali ya asubuhi sana. Uwanja nina wenye wa wenyewe wanajua, kwa sababu sasa tuko kwenye maandalizi ah. Tunaandaa. Kwa hiyo wenyewe wanataka waone tu kwamba jambo gani ambayo tunaweza tukafanikiwa kwenye siku yetu ya leo. ya leo. Kwa hiyo mm. watu wamekaa pembeni wanaangalia. Hivi wanapoona hizo jagali jagali za kufunga bendera za wanaona shughuli leo kweli ipo. Wanajua kabisa kwamba <laughs> walichotuambia jana kile kumbe <laughs> hawajatukosea. Kwa hiyo leo kipo. Kwa hiyo <laughs> tuombe tu mambo yatakwenda vizuri. Kabisa. Ya Mungu ni mwema. Majina yako? Mimi naitwa Fakim Kwela. Ndio. Ni amasa wa mkoa wa Lindi. Safi. Ah. Eh, okay. Natokea kule kwa majaliwa kule Ruangwa, ambapo tutakuwepo kesho huko, tutakuwepo kesho na leo nitajumuika na nyinyi eh. Tukana mwenezi hapo. Mambo vipi, uko vizuri? Jina lako eh? Bwana anaitwa Hamisi Hasani Selemani, ndio mwenezi mwenye chama chake mwenye matangazo. Hiyo gari meujua, amekuja kwa ajili yako. Hiyo gari ni ya waenezi Unatuambiaje leo sasa? e, watu wapo, watu ni wapo watu e? ni wapo kwa sababu wanachama wapo, wanataka kuja kumsikiliza mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa Bia, kwa sababu waliokuwa wengi kwenye jimbo letu walipitia uchaguzi mkuu wa chama chetu ambao umefanyika kitaifa hmm, na walikuwa na shauku kubwa kumwona mheshimiwa Lissu kama mwenyekiti wao wa chama taifa sana na kwa matangazo ambayo yamefanyika jana na imani, kutokana na jiografia yetu na mvua, lakini watu bado wanaendelea kuwa na imani, na imani na mwenyekiti wao, unakuja kumsikiliza kabisa kwenye hii hali ambayo tunayo, tusikate tamaa sana, watu hapo na watakuja. Basi mimi nioyeshe stage yako ambayo umeandaa leo mheshimiwa Lissu, hii tenti umeandaa kwa ajili ya kwa ajili ya nini, ili watakaa watu gani hapa? Hii tent imeletwa kwa ajili ya kukaa viongozi wa kanda mkoa na wale waalikwa ambao tumewaalika kwa ajili ya kuja kwenye mkutano huu. Ah, kwa hiyo ni bado viti tu ambavyo vinaendelea kuja ambavyo vitawekwa kwenye maeneo haya na mapambo kwa ajili ya kuja kumsikiliza mheshimiwa mwenyekiti. Na kuna lingine pale hilo la nini tena? a viongozi waandamizi ambao watafatana mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu. Okay, kana jiografia hali yetu sasa ni mvua mm, tukaona pale anapohutubia basi, ili tuliweke kwa ajili ya kujikinga na hilo swala la mvua. Okay, kama ikitokea, kama ikitokea, maana wazee sio hapo, wakaizuia sawa, maanake steji yako ndio hiyo, yeah, ambapo mheshimiwa Lissu akitoka huku, akitoka huku atapanda hapa juu. Safi sana E, yeah. Basi sawa, mi nashukuru kwa kunipa tua ya muda mfupi, na mi taingia mtaani, utanitembeza mitaani sawa, tuone, alafu baadaye tuone watu watakavyojaa. Je, maneno yako ni sahihi? <laughs> Haya, kama ambavyo umeona na kusikia toka kwa katibu mwenezi wa eneo hili Mi sina la ziada zaidi ya kuingia mtaani, tukafanya pa baada ya pa, tutakuja hapa jioni eh, tuone hicho ambacho wanakisema. Je, yeah, watawapiku Ilinda Mbalali, Njombe, eh, eh, Rukwa, Sumbawanga, kule Tunduma, nani atavunja rekodi? Je, yeah, hao watabaki nyuma au watakuwa mbele ya wale ambao tume tumewatazama kwenye video zilizopita, so basi tukutane baadaye. Kama ambavyo unaona, tuko hapa tunamsubiri. E, tuna mheshimiwa Lissu mwenyekiti wa Chadema Taifa, mwenyekiti e, makamu mwenyekiti John Heche tayari ashawasili uwanjani pale, ashaanza e, kuzungumza e, na wananchi. Sisi tuko hapa hospitali ya Sokoine eh yeah, mkoa wa Lindi, kama ambavyo unaona mm. Tunamsubiri mheshimiwa Lissu, atatokea huko mbele, watafika sasa hivi hapa, si tutaungana nao kuelekea uwanjani kule, japo leo tumepata changamoto kubwa sana. Mvua imenyesha toka asubuhi mpaka saa tisa kama uh, dakika hamsini, mvua ilikuwa ni kubwa sana leo, mvua ilikuwa ni kubwa sana na wananchi wameshewewa kufika uwanjani pale kutokana na hali ya hewa. Hata ukiangalia juu bado kuna mawingu mazito, bado kuna wingu zito, sababu mvua imenyesha sana leo, siku nzima ya leo. Nitakupeleka uwanjani pale uweze kuona jinsi gani wananchi wa Lindi wamefika uwanjani as chao japo sioni kama wamevunja rekodi ya mwisho ambayo tumeiweka pale Ilinga. Ilinga pale mvua ilinyesha mpaka kwenye saa tisa kama, kama huku vile vile watu walikuwa wachache, lakini iofika saa kumi kuanzia dakika kumi hivi watu walijaa sana uwanjani pale, so ngoja tuone mpaka hapa tunarudi pale, maana sasa hivi ni saa saa 11 dakika 21, kama ambavyo unaona, saa 11 dakika 21 yeah. Watu fike uwanjani, ni kuonyesha jinsi gani ambavyo watu angalau wamejitokeza.

Wanaona tuko uwanjani tayari, mheshimiwa Lissu anawazungumza, anamalizia japo e, watu hawakuwa wengi sana kutokana na changamoto ya mvua, japo wametosheleza kwa kiasi, na hawa kama ambavyo wamesema mheshimiwa God Bless Lema kwamba hawa walioko watapeleka ujumbe e maeneo mengine. Na kitu kingine kikubwa ni kwamba eneo hili la kusini mwamko bado sio mkubwa zaidi, ukanda huu wa Lindi, lakini kuna maeneo kama kule Ruangwa na jimbo la Mtama kule, kuna watu wengi sana. Nadhani utaona mwenyewe watu watakavyokuwa kuanzia siku ya kesho. Mimi sina la ziada kutokea hapa mkoa wa Lindi. Mimi naitwa Swahili the e, Swahili 25 ni follow kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Twitter, X, Facebook na mtandao wa TikTok. Natumia Swahili 25. Tukutane kwenye video nyingine ijayo na kushukuru kwa kunisupoti kutazama video mpaka mwisho. Sina la ziada ya kutokea hapa mkoa wa Lindi. Tukutane kwenye video inayofuata, usiache kusubscribe kama hujafanya hivyo. Amen.